Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umemalizika salama, na japo umemalizika kwa namna isiyotupendeza sisi na kwa namna ambayo hatukuwa tumejiandaa nayo. Tumepoteza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi na tena tumepoteza nyumbani kwetu, Benjamin Mkapa, ambayo tunaamini huwa ni kitovu chetu cha mafanikio, lakini hii leo mambo yamekuwa tofauti Tulijiandaa, tulifanya maandalizi makubwa ya kuja kupata ushindi hileo, na kila kitu kilikuwa kiko sawasawa sawa kwa ajili ya mnyama kupata ushindi hileo, lakini mambo yamekuwa tofauti baada ya kipindi e, baada ya mchezo kuanza, na mpinzani wetu akanufaika kwa nafasi moja alipata, akaweza kufunga goli ambalo limetokana na kujigonga e, kwa maana ya, ya, ya defle, deflection na hatimaye ikazaa bao moja pekee ambalo limetenganisha mchezo huu sisi kwetu Simba Sports Club tunasema ya kwamba haya ni matokeo mabaya, ni matokeo mabaya sana. Kufungwa ni jambo moja, kufungwa nyumbani ni jambo la pili, hasa kwenye michuano hii ya Afrika ambayo kila mtu anajidhatiti na ameweka ngome kubwa kupata ushindi nyumbani. Lakini kwa sisi imekuwa tofauti leo, tumeanza kwa kupoteza mchezo wetu wa kwanza tena nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Ni matokeo ambayo yanafedhehesha, ni matokeo ambayo yanauma, ni matokeo ambayo yanachukiza na ni matokeo ambayo yana yanaumiza kweli kweli. Lakini matokeo haya pamoja na, na, na, na machungu tunayoyapata kupitia matokeo haya, lakini hatupaswi kutukatia tamaa, hatupaswi kujikatia tamaa sisi wana Simba, wala hatupaswi kwa matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata hatupaswi matokeo haya kutuvunja moyo. Matokeo haya mabaya ambayo tumeyapata hii leo hayapaswi kutuondoa wenyewe mashindanoni, yaani kutunyong'onyesha, very right, yaani kwamba tumefungwa nyumbani yani ndo mwisho wetu umefikia hapa, tena hatuna mwendo tena, mambo yetu yameshakuwa mabaya, yameshakuwa magumu. Hatupaswi kuwa na kauli kama hizo wanasimba. Matokeo mabaya tuliyoyapata leo yatupe nguvu yatupe chachu ya kupambana katika mechi tano ambazo zimebaki, na mimi ni, ni wakumbushe wana simba leo hii tumeanza vibaya, lakini tumeshawahi kuwa na mwanzo mbaya zaidi ya huu. Msimu wa mwaka 2022 2023 kwenye ligi ya mabingwa Afrika, tulianza vibaya kwa kufungwa mabao matatu kwa bila na Raja Casablanca hapa hapa Benjamin Mkapa, watu waliondoka wamechanganyikiwa, watu waliondoka wanatembea kwa vichwa, watu waliondoka Benjamin Mkapa wanatambaa, hawaamini macho yao, nyama anapasuka bao tatu Benjamin Mkapa mbele ya Raja Casablanca lakini. Tuliyapokea matokeo hayo, haikuishia hapo, tukasafiri kwenda kwenda Gine, tukaenda kucheza na Horoya, Horoya naye akatupasua bao moja. Yani mpaka tunakwenda kwenye mechi ya tatu ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika hatuna pointi hata moja. Huo ndio ulikuwa mwanzo mbaya kweli kweli ambao wanasimba tunapaswa kukumbuka. Lakini nini tulifanya baada ya kupoteza mechi mbili za mwanzo tukakaa chini, wana Simba, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata nguvu mpya, tukajipanga. Mechi ya tatu tumekwenda kucheza na Vipers, tukampasua tukachukua alama moja. Tukageuka na Vipers hapa Benjamin Mkapa, tukampasua tukachukua alama tatu, jumla zikawa sita. Tukaenda tena Moroko, tukafa bao tatu nyingine na Raja Casablanca ulikuwa ni msimu, ukiangalia mbele unaona kiza, lakini mechi ya mwisho nyama akampiga Horoya bao sita, tukafuzu kwenda robo fainali kwa idadi ya alama tisa. Hiyo si pikipiki mpya <laughs> hiyo hiyo <laughs> ndiyo Simba Sports Club, hatupaswi kuikatia tamaa Simba yetu, tumeshawahi kuwa na mapito magumu tumeshawahi kupitia nyakati ngumu kwenye hatua hizi za makundi, lakini huwa tunaamka na kufanya vizuri. Mimi rai yangu kwa wanasimba, tuumie tunavyoweza kuumia, tukasirike tunavyoweza kukasirika tu, tufanye tunachoweza kufanya, lakini kwa haraka sana tunatakiwa kurejea mchezoni kwa haraka mno, tunatakiwa kurejea kwenye mapambano kwa sababu tarehe 30, kuna vita nyingine inatusubiri Mali dhidi ya Stade Malien. Tunatakiwa kwenda kufanya vizuri katika mchezo huo, lakini hatuwezi kufanya vizuri mchezo huo kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la masononeko, kama tutaendelea kuishi kwenye dimbwi la, la kujikatia tamaa. Wana simba sisi, hatujawahi kuishia njiani kwenye safari zetu za hatua ya makundi na mwaka huu, hata pamoja na kuanza vibaya kwa kufungwa na Petro, lakini bado safari yetu tunaiona ikiwa ang'avu kule mbele. Lakini unaweza ukafungwa, ila ukakaa ukaifanyia tathmini timu yako ikakupa matumaini ya kwamba una timu ya kufanya vizuri huko mbele. Ukiangalia mchezo leo tumeutawala, ukiangalia Simba tumetengeneza nafasi nyingi, ukiangalia nafasi ambazo kipindi cha ja kwanza tumezitengeneza na kuzipoteza, sio kwa ubora wa mpinzani, ni kwa hali ya mpira. una, una, una, unajipa matumaini ya kwamba timu tunayo, ukianza kuiangalia nafasi ya Elimpanzu nafasi ya Morris Abraham nafasi za uwazi kweli kweli, lakini ndio mpira wa miguu, na wala sio kwa ubora wala juhudi za mpinzani wetu Petro, ni kutokana na makosa ya kimchezo ndiyo ambayo yamewaweka salama wapinzani wetu. Makosa kama haya hayawezi kujirudia katika mechi nyingine, na uzuri ni kwamba wachezaji wenyewe wame, wamepokea ile hali ya, ku, ya kupoteza mchezo leo, imewaingia wamejifil vibaya. Maana yake ni kwamba kila mmoja anakwenda kuangalia mapungufu yake mapungufu ya timu. Tuamke twende tukafanya ubaya ubwela huko mbeleniakimtegwa mechi ya uh, jana experience an anatoa sare nyumbani mimi nili, nili, nili, nilisema kitu kimoja. Unajua watu wamekariri wakiona Waarabu wengi kwenye kundi ndio wanajua kundi gumu. Lakini kiuhalisia hakuna timu nyepesi kama timu kama timu za Kiarabu. Yeah. Na sisi Simba Sports Club tunasema hivyo kwa uzoefu tuliokuwa nao, mafanikio yetu yote sisi huwa yanatokana na kucheza na timu za Kiarabu. Na kama sisi tungekuwa na Waarabu kwa mfano wawili watatu, yani tungekuwa tushaingia robo fainali mpaka muda huu, yani mpaka muda huu tungekuwa tumeshaingia robo fainali. Sababu sisi tunajua kucheza na wale watu na tunajua udhaifu wao na tunajua e, sio timu za, ku, za kutisha sana kama unajikaza vizuri e, kundi letu ni gumu mno, kwa sababu kuna watu wapya ambao hawatabiriki kuna huyu Petro Atletico, lakini kuna Stade Malien. Nadhani mechi hizi mbili za mwanzo zimeonyesha taswira hili ni kundi la aina gani. Stade Malien anakwenda kumdindishia Esperance nyumbani kwake kwa Tunisia, wanaondoka na moja moja, wanaondoka na pointi moja moja, hiyo sio kundi jepesi hata kidogo. Lakini pamoja na yote hayo, nyama, sisi, we are very sure, ndani ya kundi hili tumepoteza tunashukuru tuna lakini tunaamini, ndani ya kundi hili tunachanga karata zetu zilivyo, mnyama anavuka vizuri. Bado mapema mno, na wanasimba wala wasiingie kwenye mtemo nyonge, mnyama bado yuko salama kwelikweli. Amen. Baada ya kupangwa makundi siku kadhaa nyuma, ulisikika kwenye interview ikasema, kama hauna uhakika wa timu yako kuchoboa hatua makundi, kwa maana kwenda robo fainali, usitengeneze jezi ya kimataifa Sa si si ajetenea kimataifa ni ile ile, ni uliona mbali au? Kuna na hiyo clip, ni kuhakikishia tu, leo itasambaa mno. Ah, sisi jezi za kimataifa tunazo, labda kama nyinyi hapa hamjaziona jezi za kimataifa.